Kwa utaratibu maalumu tunaanza, matatu tunakuja mawili tunakuja moja, mia tatu ishirini na moja, moja mbili tatu, twende. Asante, sijawahi kuwa na kundi nadhifu kama hili, yani nikisema watu wanafanya vile vile ambavyo inatakiwa. Tunakushukuru sana, Mr. Kisaka kwa wasilisho zuri, na tunashukuru wote ambao mmechangia. Sasa hapa Dodoma tunajua kuna wenyeji wengi lakini wenyeji hasa wenyewe ni Wagogo. Naomba kwa kifupi tu japo nikaribishe kikundi cha ngoma uh, ambacho kina asili ya kabila la Wagogo cha Nyati Mchoya, alafu tutaendelea wakati tunajiweka sawa kwa ajili ya mawasilisho yanayofuata. Tafadhali naomba niwakaribishe kwa kwaaa daki... naomba tusogee mbele chapchap -chap, kikundi cha ngoma cha Nyati Mchoya tuburudike kidogo, au sio? Jamani, wadau wa utangazaji oye! Oh ah, wadau wa utangazaji safi eh, eh, hapo sasa, swadakta. Dakta, naomba kile kikundi cha ngoma tafadhali, wakati kikijiweka National Independent Broadcasters Association Niba, popote pale mlipo, tunatambua kuwepo kwenu. Asanteni kwa kushiriki katika mkutano huu muhimu sana wa utangazaji. Wapigieni makofi kidogo basi. Asante sana kikundi cha ngoma cha Nyati Mchoya. tuko tayari. Ili kama tuko tayari, tutafute nafasi nyingine baadaye. Studio namba, tuendelee wakati huo majini mapumziko hayo mafupi ambapo tunakwenda kupata sasa burudani, tunakwenda kupata burudani hivi sasa, baada ya kusikiliza ama kutazama wasilisho ambalo limetolewa na E, meneja wa huduma za utangazaji kutoka TCRA, mhandisi Andrew Kisaka amezungumza mengi sana sana sana katika uwasilisho hilo e, ambapo u, mengi ukitazama nyuso za washiriki wa, wa kongamano hili ama mkutano huu e, mkuu wa mwaka wa vyombo vya utangazaji raishwa nalo kwelikweli nalo, kweli. Ni e, ni lile la kuzungumzia kuhusu ama cha online kwa maana kwamba sasa e, Eh, vijana ambao wanachipukia katika sekta hiyo watangazaji, wanaweza kuanzisha eh, wakaanzisha online, eh, YouTube zile channel, lakini eh, wakazitumia kwa muda wa mwaka mmoja kama sehemu ya kujifunza, kuona namna ambavyo inapaswa kufanyika kwa usahihi. Na ndivyo ambavyo kikundi eh, cha nyati nitawapa fursa baadaye. Naomba tuendelee ili mizim, tusipoteze wakati. Endelee sasa kwenye, tayari mko tayari kuuliza maswali? Nikiwatazama, karibuni sana wengine wamezungumzia kuhusu namna ya kuweza jamani, kaeni tayari kwa ajili ya burudani e, kuhusu e, maudhui e, ya mtandaoni, lakini lengo tu ni kuhakikisha kwamba tunafikia e, makubaliano makina, na ndiyo maana e, ya mkutano huu ambao ni wa mwaka kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano na, na, na hiyo ni burudani, kikundi cha ngoma hicho. Mtazamaji, ni kuachia nafasi uweze kutazama na kupata burudani hiyo, ngoma ya kigogo hiyo. Mtazamaji, mimi naitwa Beni Mwanantala, endelea kupata burudani hiyo.

sana naomba makofi kwa kikundi cha ngoma cha Nyati Mchoya. Hiyo ni ngoma ya kabila la Wagogo. Hebu tuwapigie makofi mengi kama mvua yale, mengi mengi mengi. Hawa mbona siwaoni jamani? Kule vipi, mbona hatupigi makofi ya kutosha? Asante, tunashukuru sana kwa burudani, ilikuwa natuweka sawa kwa ajili ya wasilisho jingine zuri ambalo linafuata, ambalo litatolewa na Bi Zuhura ambalo linahusiana na fursa na faida za uwekezaji wa teknolojia katika utangazaji vijijini. Bizuhura wakati akisogea hapa akiweka mambo yake sawa sawa, naomba nipate fursa ya kumwelezea kidogo pia. <laughs> karibu sana Zuhura, lakini nitamwelezea kwa lugha ya Kiingereza wasifu wake. Nimepewa lugha ya Kiingereza ili mpate fursa ya kufahamu vizuri. Asante. Wakati unajiandaa, nipate fursa ya kusema haya machache kuhusu Zuhura. Zuhura Selemani Hatib is an experienced professional with broadcasting, research, analytical and problem solving capabilities. She has been in the public services for 15 years at the University of Dar es Salaam School of Journalism and Mass Communication as an assistant lecturer where she engaged in research and trains university students and professional journalists in journalism tupige makofi kwa wasifu huo mzuri kabisa wa Bi Zuhura na mimi naendelea kumwelezea Zuhura was one of the research assistants for the University of Dar es Salaam tracer study and later as part of a team she co-wrote a report and reviewed the journalism curriculum for the school her recent research engagement as a research assistant includes TBC audience research and the yearbook on media quality in Tanzania on local government election. Nafurahi kwa sababu alitufanyia utafiti wa hadhira ya shirika la utangazaji Tanzania TBC, pia she was also the country researcher on the study titled navigating hazards newsroom Safety in Kenya, Uganda and Tanzania. Huyo ndio Bizuhura, mwalimu maarufu kweli kweli pale Shule Kuu ya Uandishi wa Habari na Mawasiliano kwa umma. Hebu tumpigie makofi tukimkaribisha. Asante Zuhura, karibu. Habari ya asubuhi, mabibi na mabwana. Uh, kama nilivyotambulishwa sitarudia tena kujitambulisha. Ni ruhusu niendelee moja kwa moja kwa wasilisho hili. Na kama ambavyo mshereheshaji amesema, uh, tuta nitajaribu kufungua mjadala kwa kuleta hili wasilisho kwenu kuhusiana na fursa na faida za uwekezaji uh, wa kiteknolojia katika utangazaji vijijini. Kwa hiyo uh, tutaangalia maeneo mbalimbali mbali, lakini ningependa kwanza niwafikishe katika dhana, tukisema utangazaji vijijini tunamaanisha nini. Kwa hiyo uh, utangazaji vijijini ni mfumo wa mawasiliano ambao unaakisi uhalisia wa eneo husika katika masuala mbalimbali yanayohusu hiyo sehemu. Inaweza kuwa masuala ya kilimo, masuala ya afya, masuala ya elimu, maendeleo ya kiuchumi Uh, utamaduni na kadhalika, na haya mawasiliano yanaweza yakafanyika ya kwa kutumia nyenzo mbalimbali mbali. Uh, radio, televisheni, mitandao au majukwaa ya kidijitali uh, na kadhalika, na pia uh, wananchi wana, wanapaswa kushiriki moja kwa moja katika kutoa maoni yao au kutoa kero zao. Tutajua kuangalia uh, baadhi ya tafiti ambazo zilifanyika zikihusisha Uh, Orkonerei Radio Service namna gani ilikuwa ikiwashirikisha wananchi wakati wa waku, kuanzishwa kwake na hata wakati wa kuendelea na programu zake, na pia uwekezaji katika teknolojia ya utangazaji vijijini uh, ni muhimu kwa sababu muda umeshabadilika, mazingira yamebadilika, mahitaji yamebadilika, kwa hiyo kuna vitu tofauti sana ambavyo uh, vipo sasa hivi ukilinganisha na hapo awali. Uh, tafiti kuhusiana na matumizi ya, ya tehama katika jamii za vijijini uh, Afrika na Afrika Mashariki uh, zinaonyesha kwamba hivi vyombo vya habari vya kidijitali vinaongeza ushiriki mkubwa wa wananchi, vinasaidia ufanisi wa utoaji wa huduma na vinachangia kupunguza umasikini. Vinachangiaje? Sio kwamba hivi vyombo ndivyo vinavyopunguza, lakini vinatoa maarifa yanayoyawezesha watu kujihusisha katika shughuli mbalimbali ambazo zinawasaidia kupunguza umasikini. Tuangalie sasa, uh, safari ya utangazaji wa redio za vijijini uh, Tanzania utaona kwamba Uh, utangazaji wa redio za vijijini hapa nchini ulianzia miaka ya tisini. Kuanzia katika miaka ya tisini tunaweza kusema, uh, kihistoria, tukivuta kumbukumbu, ndicho kipindi ambacho redio za vijijini vilianza na kulikuwa na mageuzi makubwa ya kisera na kiuchumi, yakazalisha uanzishwaji wa vyombo binafsi. Uh, baadaye kukawa na ukuaji wa teknolojia uimarishaji wa, wa, wa, wa sheria pamoja na matumizi ya tehama. Lakini utaona kwamba uh, kabla ya kipindi cha kuanza kwa hizi uh, vyombo vya habari vya vijijini tunaikumbuka vizuri RTD na nimemwona leo Mama Eda Sanga nimefurahi sana kwa sababu ukizungumzia Radio Tanzania Dar es Salaam eh, kuna wale icon auwezi kwa mkosa Mama Eda Sanga. Kwa hiyo tunaikumbuka vizuri RTD, ndio ilikuwa redio tegemezi. Popote ulipo Tanzania huwezi kupata mawasiliano ya kitu chochote kwa mifumo ya redio pasi na kutumia Redio Tanzania. Nafikiri wengi huku mtakuwa um, mna hiyo historia, lakini utaona uta, kwamba sasa uh, baada ya uwepo wa hiyo TBC uh, i mean, uh, RTD ambayo baadaye ndiyo TBC uh, Utangazaji wa redio jamii sasa ukaanza mwishoni mwa miaka ya tisini ambao ulitokana sasa na mageuzi ya kisera pamoja na, na, na kiuchumi. Na hayo mageuzi yalihusu hasa uanzishwaji wa sasa wa vyombo, vyombo binafsi na utaona pia um, hayo mageuzi yalifungua fursa mbalimbali mbali za kuanzishwa kwa redio ambazo sio za kibiashara ambazo zilenga kuhudumia mahitaji ya jamii husika na redio hizo pia zililenga uh, kuongeza ushiriki wa wananchi, wananchi waweze kushiriki waweze kutoa uh, kero zao mbalimbali. Mwisho wa siku, ukoaji wa hizi redio za kijamii ukaimarishwa na kuanzishwa kwa mfumo ya kisheria mbalimbali kama uh, uh, sheria ya TCRA ambayo ulitambua kijamii uh, kama aina mahususi ya utangazaji. Uh, tofauti na zile uh, redio nyingine za kibiashara. Kwa hiyo, utaona pia sera ya taifa ya teknolojia ya habari ya mawasiliano yani, tehama ikaweka msingi wa matumizi ya teknolojia katika kuboresha upatikanaji wa taarifa kwa jamii. Uh, kuanzia miaka ya elfu mbili na kumi, kumekuwa na maendeleo makubwa ya tehama utaona sasa Uh, media mbalimbali mbali, ama vyombo vya habari mbalimbali vinajihusisha na matumizi ya simu za mikononi uh, tovuti, mitandao ya kijamii na kadhalika kwa ajili ya kusambaza maudhui na kupokea mrejesho kutoka kwa wale wanaopokea maudhui. Napenda niwasilishe hizi case studies ili tuweze kuona hali ya utangazaji vijijini na nimefocus zaidi Afrika kwa sababu nafikiri tuna mazingira ambayo yanaendana yana uh, mazingira yetu yanaendana. Kwa hiyo nimeona ni busara kuangalia haya maeneo na nitaangalia Ghana, Nigeria, Uganda na hatimaye uh, Tanzania, na natumia hizi case studies kulingana na tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika uh, zinazoonyesha huo uh, utangazaji vijijini ukoje, faida yake ni nini, umesaidia nini na kadhalika. Kwa mfano Ghana, uh, utafiti unaonyesha kwamba Utangazaji vijijini unatumika kwa ajili ya kueneza taarifa muhimu kuhusu zao la kakao, nafikiri sote tunafahamu. Kwa hiyo wanatumia redio hasa kwa ajili ya kusambaza hizo, hizo taarifa. Utaona pia Nigeria uh, pia redio inasaidia taarifa ambazo zilichochea ongezeko, uh, ongezeko la mazao Watu wanasikiliza taarifa, wanajifunza alafu wanatumia zile mbinu walizopewa uh, katika kuhakikisha kwamba kilimo chao kinakuwa na tija. Uta, ukija Uganda utaona pia si tofauti na Ghana na Nigeria. Uh, hawa wana vipindi ambavyo vimepangiliwa vizuri, vinafanyiwa utafiti wa kutosha, na utafiti huo pia umezungumzia namna ya kutafsiri tafiti kwa lugha nyepesi. Yaani, kuna tafiti zinazofanywa na taasisi mbalimbali kuhusiana na mambo mtambuka katika jamii husika, kwa mfano masuala ya kilimo, masuala ya elimu, masuala ya afya. Sasa kwa hii case study ya Uganda, wao wanachukua zile tafiti, vyombo vya habari eh, na taizungumzia hapa sana, Radio Uganda wanachukua ule utafiti, wana utafsiri kwa lugha nyepesi na kisha wanaufikisha kwa hadhira. Kwa hiyo hadhira inatumia au inapata faida ya tafiti zinazofanywa na watafiti wengineo katika kujifunza na kujiendeleza kijamii. Kwa hiyo utaona uh, pia wana wanakuwa na wanaangalia zile taarifa zinazotoka serikali kuu, kutoka kwenye NGOs, uh, serikali ya kijiji, tafiti za kimaendeleo, taasisi za elimu wakulima na pia wanafanya field visits. Uh, na nilikuwa nikizungumza na mwandishi mmoja hivi Uganda, alikuwa akiniambia kwamba yeye imekuwaje mpaka